Na tukubaliane kwamba msimu wa sikukuu ndio umefika, na kama kuna jambo ambalo limekuwa likimwangusha mtu mzima bila aibu ni matumizi ya kupita uwezo, bajeti kupasuka, hafla na Januari kugeuka kuwa ni mwezo, mwezi wa mateso. Sasa hapa studio tumemwalika mtu ambaye haongei tu, bali uh, anatufunza na kutusaidia kujitambua na kusimama kifedha bila kuyumbishwa na shinikizo la msimu hasa msimu huu wa sikukuu. Hapa tunaye Rodrick Mabe, mwalimu na mwelimishaji wa masuala ya kujitambua na elimu ya fedha, mtu ambaye anatuambia ukweli eh, bila ya kupepesa, pepesa maneno. Na nikukaribishe kama una maswali eh, basi yaandaye, kwa sababu katika kupanga matumizi yako ya sikukuu ni mambo gani uh, huwa unayazingatia ili bajeti yako isiharibike? Tutumie ujumbe, tutasoma kadhaa uh, na ili kuanza safari yetu ya leo uh, tunamkaribisha hapa rasmi mwalim Rodrick, karibu sana mwalim. Asante sana ah, kipindi hiki kimekuwa kina mtihani mkubwa sana kweli. <laughs> uh, unadhani kwa uzoefu wako tu kwa kuanza ni kwa nini, na cha ajabu ni kwamba ni miaka yote hmm. Kila mwisho wa mwaka au mwezi wa kumi na mbili, kipindi kinakuwa cha matumizi matumizi mengi sana na moja ya vitu ambavyo mimi nimevigundua kwenye upande wa kifedha ni kwamba watu wengi wanatumia mwezi wa kumi na mbili kama muda wa kupumzika mm. Kujipongeza, lakini pia kwenda kuwatembelea ndugu jamaa na marafiki mm. Sasa unapoenda kwa mtu, lazima upeleke zawadi. Unapoenda kupumzika, lazima utumie mm -hmm. Ndio maana kipindi hiki kinakuwa cha matumizi mengi sana mm -hmm. Hebu moja kwa moja bila ya, ya kupitapita kwenye kona nyingi mm -hmm. ni hatua zipi za msingi mtu anatakiwa kuchukua kabla kuingia katika msimu huu ili tu bajeti yake isivurugike? ya Yeah, kitu cha kwanza mtu ajue kabisa kwamba kuna maisha baada ya mwezi wa kumi na mbili. Kwa hiyo hmm. mwaka ukianza, uh, mwaka mwingine tukiingia Januari, lazima kuna matumizi yanatakiwa yatumike ya yafanyike, kwahiyo ya asijimalize <laughs> e, kabisa kwa <laughs> sababu kuna watu wengine anaweza akasema nimefanya kazi mwaka mzima, acha tu nile nile hela yangu hmm. Sasa akumbuke kwamba Januari pia inakuja na kama ana watoto Yani, hapo wakumbuke mara mbili kwa sababu lazima atalipa ada eh, kupeleka watoto shule kwanza, kununua vitu vya, vya muhimu. So cha kwanza kabisa ajue kwamba natakiwa niweke kaakiba kwa ajili ya mwaka. Hizo ndio zile hatua za msingi ambazo anatakiwa kuchukua, ya kwanza kuweka akiba hmm. hmm. hmm. cha pili kujua yeye mwenyewe anataka kuenjoy vipi mwaka huu maana, maana yake atengeneze bajeti ya mwezi wa kumi na mbili mm. Kama nitasafiri nitatumia kiasi gani? Kama nitaenda kumtembelea mtu nitatumia kiasi gani? Uh, ili niweze kubakiza kale ka akiba kangu kwa ajili ya mwaka. Sasa tuna, hapa tunapozungumza kuna watu wa aina nyingi. Kuna mtu ambaye ni bachela yuko mm. mwenyewe mm. lakini kuna mwingine ambaye labda yeye na mchumba wake au yeye na mtu mmoja ala, alafu kuna wengine ambao wana familia kubwa. Kwa hiyo mm. kila mmoja ajikadirie kwamba nikienda kusafiri nasafiri na familia nzima au naenda peke yangu, lazima apange bajeti yake mm. lakini tunapanga bajeti kulingana na nini? Hiki kipato ambacho amekipata ame ame ame amekiingiza, kwamba sasa hivi nina kiasi cha milioni moja, napangaje kiasi cha kutumia Disemba na kiasi cha kwanza mwaka mwaka mpya mm. Hapo kwenye bajeti lazima uanze kuandika mm -hmm. Yes. Na huu utengenezaji wa bajeti uh, wengine wana sheria wana uh, ama wana kanuni ambazo wameziainisha. Jana uh, katika pitapita zangu katika mitandao ya kijamii niliona mtu anasema unapopokea uh, walikuwa wanazungumzia kama mshahara wako unakwisha ndani ya siku tano ama wiki moja <laughs> baada ya, ya, ya kupokea huo mshahara ambao imekuwa, yeah, yeah, nadhani ni stori ya wafanyakazi wengi ambao wameajiriwa. Ukishapokea mshahara tarehe tano sita saba mtu ule mshahara umeisha. Sasa akawa anaelezea ni namna gani unaweza ukapambana kuhakikisha kwamba unafika huo mshahara wako unamaliza mwezi. Akasema unapotoka tu ule mshahara, jilipe kwanza mm. asilimia ishirini ambao utaiweka akiba, alafu akaweka kanuni ya hamsini, thelathini, ishirini. Sikuwa nimeelewa sawasawa. Sasa hapa kwenye kutengeneza bajeti hapa, ndiyo. Hebu tu tufafanulie hii bajeti inatengenezwa, tuseme, atupe mbinu e, e, au sisi au... tuna msikilizaji pia ni mbinu zipi rahisi za kudhibiti yeah. matumizi yasiyo ya lazima msimu huu huo, tuliweke swali kwa mtindo kum, mm. Kuna kanuni nyingi sana ambazo zinatumika kwenye fedha na mm. kwenye bajeti mfano kama hiyo ya hamsini, thelathini mm -hmm. ishirini. Kuna wengine wana sabini kumi kumi kumi mm -hmm kuna wengine wana sitini ishirini ishirini mm. Lakini haya yote, hizi kanuni zote zinalenga maeneo kama manne. Mm -hmm. Eneo la kwanza ni vitu vya lazima e, m m kwa wahenga wanasema necessities. Mm. Basic needs mm. Chakula, malazi, yani vitu ambavyo ni ngumu kuishi bila wewe kuvipata vile vitu. Hivyo mara nyingi wanakuambia chukua angalau asilimia hamsini ya kipato chako mm -hmm. Kwa hiyo kama unaingiza milioni moja laki tano inaenda kwenye mambo ya msingi mm -hmm. Basic needs chakula malazi, mavazi, vitu ambavyo ni ngumu sana kuishi bila hivyo vitu mm -hmm. Alafu eneo la pili ni yale mambo ambayo uh, wewe yanakufurahisha mm -hmm. Eh, kuna vitu ambavyo unavifanya ili kukuongezea hari ya, kute, ya kutafuta tena mm -hmm. Eh, starehe mm -hmm. Kupumzika, mm. Na vitu kama mm hivyo -hmm. Unatenga angalau bajeti ya asilimia kumi mm. Sababu mara nyingi tunafanya kazi sana lakini hatujipongeze mm. Wana saikolojia kwenye eneo la fedha wanasema kila unapojipongeza maana yake umejiongezea energy au nguvu ya kutafuta zaidi. zaidi kwa hiyo mm. Usipojipongeza utaona kama vile hujafanya kitu chochote mm jinunuli hata soda jipeleka hata out mm -hmm. hata kakeki ka elfu moja kama uwezi kuji, ku, kupeleka, kujipeleka labda Dubai au Zanzibar mm -hmm. basi jinunuli hata kanguo ka elfu ishirini na tano mm -hmm. ujipongeze kwamba kazi niliyoifanya angalau haya ni matunda. Kwa inakupa nguvu ya kutafuta tena. Alafu sasa kwenye upande wa wale ambao wanazingatia masuala ya kiroho angalau asilimia kumi kwenye fungu la kumi au kwenda kutoa shukrani, e, shukrani mm -hmm. au kusaidia wale ambao hawajiwezi mm -hmm. kwa sababu wanasema chochote unachokifanya kwa ajili ya wengine ile ndo legacy, ndo alama kwenye dunia hii mm -hmm. na Muhammad Ali yeye alisema kwamba e, gharama ya sisi kuishi hapa, kodi yetu ya kuishi hapa duniani kusaidia watu wengine owezi, mm -hmm. kwa hiyo ukawa kwamba wewe chochote unachokipata ni wewe tu, ni wewe tu mm -hmm. lazima utenge na kingine ambacho unaweza ukawasaidia wengine, hata wewe ukipata shida Mwenyezi Mungu anawatuma ana wengine kwamba huyu alikuwa anawasaidia na nanyiye msaidie. Lakini kiasi kingine wanasema ni dharura. Sasa hapo katika ile mia hamsini, e, e, tumekwisha itoa kabisa kumi, tumekwisha itoa kwa ajili ya starehe zangu, tumebakiza arobaini, tumebakiza arobaini e, hmm. kumi tuitoe tena kwa ajili ya mm -hmm. e, e, kusaidia watu mm -hmm. Alafu hapa tumebakiza ishirini ishirini. Mm. Sasa kwenye ishirini wanasema ni mfuko wa dharura. Sasa wafanyakazi wengi au waajiriwa wengi, mara nyingi hawaweki mfuko wa dharura, na ndo maana itakapoingia baada ya tarehe tano mpaka tarehe kumi sana sana kumi na tano imeshaisha, kwa sababu hajaweka mfuko wa dharura. Mfuko wa dharura ni vitu ambavyo hatujavitarajia vinatokea Mama ameumwa, e, sijui imetokea umeme umeisha e, mtu wa takataka amekuja mm. e, imetokea sijui kuna mchango wa msiba e, mchango wa harusi ni vitu ambavyo hatujavihesabu kwenye bajeti yetu mm. vimekuja, kwa hiyo wewe unatakiwa uweke ili bajeti yako inayokuja isi isiharibiwe, mm -hmm. na hayo mambo ambayo hatujayatarajia mm -hmm. Kwa hiyo mfuko wa dharura ni muhimu sana mm -hmm. na ndio maana watu wengi wanafikiri kwamba kujilipa kwanza ni kujifurahisha hapana. Kujilipa kwanza ni kujiwekea mfuko wa dharura au kuwekeza sehemu fulani, kwamba nikipata shida nina akiba yangu au nina uwekezaji wangu unaniingizia ndo maana ya kujilipa kwanza ile kumi ya kujifurahisha ya, ya, ya, ya, ya ya ile sio kujilipa kwanza. Nilifikiri ah, ile kujilipa <laughs> kwanza ndio. Uh, hiyo sasa. Na tukija hapo hapo kwenye budget budget. Uh, budget nzuri ni ya wiki ama ya mwezi? Eh, safi sana um, mimi nitawaambia wasikilizaji kwamba itategemea jinsi kipato chako kinapo kinapoingia. Kuna watu ambao wanaingiza kila siku, kuna wale ambao wanalipwa kwa wiki, na kuna wengine ambao wanalipwa kwa mwezi ndio. Kwa hiyo yule ambaye anapata kila siku fedha anaweza akapanga hata bajeti ya mwezi, lakini anaivunjavunja katika siku, kwa sababu yeye kipato chake ni cha kila siku. Siku. Mm -hmm. Yule ambaye anapata kipato cha wiki anaweza akatengeneza bajeti ya mwezi lakini aivunjevunje katika wiki, kwamba kila wiki mimi napokea shilingi laki moja kwa hiyo kwa, kwa mwezi bajeti yangu labda ni shilingi laki mbili. mm -hmm. bajeti ya, uh, mambo yote ambayo unayataka, kwa hiyo maana yake kama ni laki mbili ukigawanya kwa wiki nne, elfu hamsini kila wiki. Kwa hiyo kila nikipata shilingi laki moja, shilingi elfu hamsini, shilingi elfu hamsini inaingia kwenye matumizi mm, ambayo e, nimeyapanga kabisa kwenye bajeti yangu mm. So yule ambaye anapata kwa mwezi, apange bajeti yake kwa mwezi. Kwa maana anapata mshahara shilingi laki tatu, kwa hiyo natakiwa niwe na sukari kilo fulani mm, niwe na mchele kilo fulani. Kwa hiyo akipata hela yake ya mwezi anunue kabisa vile vitu kwa sababu atakuja kupata tena mwisho wa mwezi yeah. Akikosea tu hapo katikati hapo atayumba. <laughs> Kuna, kuna mtu anauliza ana kwenye ujumbe anasema, Mwalimu Rodrick ameeleza vizuri mm. lakini kuna kipengele cha sisi tulio wazazi na walezi, yes. kipengele cha kulipa ada inapofika Januari tunaona mambo magumu na kila kitu kinakuwa kimetuelemea kabisa. Ada siyo ajali watu wanatakiwa wajue hilo. Unajua kabisa kwamba Januari, Januari natakiwa nilipe ada. Maana yake kuanzia januari hii mpaka Disemba unatakiwa anze kuweka hata kaakiba. Kama ada nalipa shilingi milioni tatu kwa mwaka, manake ni niigawanye milioni tatu ndani ya miezi kumi na mbili kila mwezi nianze kuweka. Kama napata kila wiki nichukue hata shilingi elfu kumi niiweke sehemu ambayo najua ikifika Januari milioni tatu itakuwa kwa hiyo, sio sio wewe usubiri ile mwezi wa kumi na mbili yeah. Sasa Ndwa, hey. Ita, yep. utaelemewa kabisa, kwa sababu uh, nadhani amezungumza vizuri kwamba sio ajali, yes. Unajua yes, kabisa kwamba <laughs> na, na ada inakuja, kwa hiyo lazima nianze kujiandaa uh, taratibu Uh, kwamba ah, Disemba imefika. Kwa hiyo uh, Oktoba nitaweka labda kiasi kadhaa ili kifika Tepeta, Januari mm, niwe nimesha nime, kusanya sasa mm. Lakini tulio wengi na msikilizaji wetu mi naungana naye ile kusubiri zima moto he -he. Imefika Januari nimesha kula <laughs> bata <butter>, watoto <laughs> wameshavaa nguo za sikukuu Alafu ndo sasa usiombe, huo unakaa katika nyumba ya kupanga alafu na kodi pia nayo inakuja inaangukia hapo hapo. Tushukuru Mungu, kodi iwe mbele mbele kidogo huko, lakini <laughs> ki, ki, kiangukia hapo hapo, inakuwa ni shida. Sasa uh, mimi nishavuruga bajeti yangu, ndio nimeshavuruga kabisa, imeshavurugika eh? Yes. Ni hatua gani za haraka napaswa kuchukua ili kudhibiti madhara Eh, umeshavurugika budget. Eh, umeshavurugika mm, na mwezi wa kwanza. Nimeshatoa zawadi na nini na kila kitu. Eh, cha kwanza tatizo kwenye budget sio fedha mtu anayoipata. Mm. Tatizo ni nidhamu tuliyonayo. Kwa hiyo unaweza ukawa ukakuta mtu ambaye anapata fedha kidogo sana, lakini kwa sababu ana nidhamu ya pesa, unajikuta mambo yake yanaenda vizuri. Alafu utakuta mtu ambaye anapata mshahara mkubwa sana au fedha nyingi sana lakini anaangaika sana mwezi wa Januari. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ni kurekebisha nidhamu, mm -hmm. Nidhamu yako jinsi unavyo manage fedha zako mm. na mwanzoni, kama umeshaivuruga lazima tu utaingia kwenye madeni, lazima tu. Lakini kwa mbele, anza kutengeneza nidhamu sahihi kwa ajili ya fedha zako ili usianze kuangaika tena. Ndo maana unakuta Januari unakuta watu wanauza magari kwa bei rahisi, watu wanauza viwanja, watu wanauza nyumba, wanauza mali zao mm -hmm. Kwa sababu gani? Hawana nidhamu ya kuweka akiba kidogo kidogo. Kwa hiyo tusiangaike sana na pesa ambayo tunaipata kwamba haitoshi haitoshi Inawezekana inatosha. Hii nidhamu ina, ina, ina inawekwa vipi? Hii nidhamu ya fedha tunaisikia, wengine mm. Okay. Wanasema pia kuna namna mtu unaweza ukalinda pesa zako. Ndiyo. Kuna nguvu mm. za universe, sijui eh, nini eh. Wanazungumza mambo mengi kwenye hii nidhamu <laughs> lakini hebu tusaidie kwa sababu yeah. Unaweza kawa umezungumza rahisi kwa sababu tumetaka kujua mi nishaingia katika haya matatizo. Kweli. Ni vipi sasa nitatoka ili madhara yasiwe makubwa. Umezungumza, nidhamu, nidhamu. Sasa hii nidhamu katika dimbwi, mm. bajeti, ishavurugika, mwalimu, na tayari mi niko sasa walau nikae sawasawa, mstari. Mm. Uh, familia nyingi sana, swala la fedha halizungumzwi maana yake toka tukiwa watoto wazazi wetu hatujawahi kukaa nao meza moja, wakaanza kutueleza masuala ya namna ya kupata pesa, namna ya kuweka akiba, kuwekeza na matumizi. mm. -hmm. Wakitupa fedha elfu moja unaenda unaitumia yote, wala mzazi akuulizi umeweka akiba kiasi gani. Kwa hiyo wanashindwa kujenga ile nidhamu, sasa tukiwa wakubwa ndo tunaanza kuangaika, unaona kuweka akiba ni kitu kigumu sana lakini ukiwa umeijenga nidhamu ile, kama tunapopiga mswaki au tunapooga tumejenga ile nidhamu. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo ukubwani lazima uvifanye kwa nguvu ili uweze kujenga nidhamu. Kwa mfano mimi, baadhi ya vitu ambavyo nilivifanya, cha kwanza, nilitafuta mtu ambaye ananiwajibisha, mtu ambaye ambaye nikipata fedha lazima niripoti kwake, nimwambie nimepata shilingi laki moja alafu, yeye aniambia sa, kwenye ile laki moja leta asilimia sabini iweke kwenye akiba hmm. tumia asilimia thelathini. Na lazima awe mtu ambaye anakumudu, ukitafuta <laughs> <Okay, laughs> rafiki ambaye unamudu, <laughs> pesa yangu namwachia <laughs> ee, yeye yeah. ama inakuwaje? Sasa, kwa mfano, <laughs> <unakubaliana> tu <laughs> kwa mfano unautoa mwalimu Rodrick, e, ni vizuri kwa mfano kwa wanafamilia yes. wenza ndio pengine baba akawa muwazi kwa mama, hmm. Ili mama awe ndio mtunza hazina <laughs> hiyo inaweza kuwa rahisi zaidi. Inawezekana, inawezekana. Changamoto ndo tunaposema hapo kwa mtu ambaye anakumudu, anakumudu. Mm. Kwa hiyo wewe unakubaliana naye kwamba mimi akiba yangu nitakuwa naiweka kwenye akaunti fulani mm. Inawezekana wao simpe, lakini kuna wengine ambao wanawaamini wanawakabidhi kabisa na wanawatunzia mm. Mm. Mnakubaliana kwa mimi nitaiweka labda kwenye kibubu, hicho kibubu nakiweka na nyumbani kwako, sio kwangu. <laughs> <laughs> au kuna vibubu ambavyo vina password hiyo. <laughs> password wewe ndo unaijua, mimi siijui. Nachelea na, na, na kuogopa kwamba uaminifu na pesa zangu kumwachia mtu azieke ni Ki, changamoto changamoto kidogo naona kama inanilia changamoto, kwamba sasa itakuwaje hapa. Hiyo ni mbinu ya kwanza. Mbinu uh -huh. ya pili ambayo nilitumia kujenga nidhamu mm. Nilijiunga kwenye vikundi vya vikoba, na sio hivi vikoba ambavyo havina mfumo. Kuna vikoba ambavyo vimetengenezwa vizuri mfumo, fedha zinakaa benki, kila kitu kifo vizuri mm, mm kwenye vikoba kwenye vikundi vya vikoba, moja ya vitu ambavyo wanafanya ni kuweka akiba kila wiki. Kwa hiyo unalazimika, usipoweka akiba kila wiki wanakupiga faini. Kwa hiyo bora kuweka akiba au kupigwa faini? unajikuta unaweka kwa akiba. Akiba. Kwa hiyo kama unaangalia kwamba na ada ya kulipa mwezi wa kwanza, kwa hiyo mwaka mzima kila wiki utajikuta unaweka akiba, la sivyo utapigwa faini kwa hiyo ikifika mwezi wa kumi na mbili wewe huna presha tena, kwa sababu mwezi wa kwanza ukija, tayari utakuwa na akiba yako, angalau utakuwa hata usipotimiza yote milioni tatu ya ada angalau utakuwa hata na milioni moja mm -hmm. au na laki tano ya kuanzia kupeleka mm -hmm. shule mm -hmm. ili wakuelewe, wampokee mtoto sawa. Hiyo ni mbinu nyingine, mbinu nyingine, mbinu nyingine ni uh, kwa wale ambao wanatumia akaunti za benki mm -hmm. unaweza uh, ukaunganisha akaunti yako kwamba chochote kinachoingia kama ni mshahara asilimia kadhaa inakatwa inapelekwa kwenye akaunti ambayo inaitwa fixed account. Kwa hiyo mshahara ukiingia laki tatu, automatically unakuwa umeshaweka standing order kwamba jamani, mm mimi ikiingia laki tatu, asilimia kumi ikatwe ipelekwe kwenye akaunti ambayo siwezi nikachukua fedha kila siku. Kwa hiyo hiyo pia ni mbinu nyingine. Kwa hiyo unalazimishwa eh, kutengeneza nidhamu ya, ya fedha hizo ni baadhi ya mbinu ambayo tunaweza tukazitumia. Sawa mwalimu Rodrick, kuna msikilizaji ana swali anauliza, anasema, nimemwelewa sana mwalimu tena vizuri mno. Anasema yeye alipanga mipango mitano kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Anasema ameweza kufanikisha mitatu, miwili imefeli. Je, ye? na yeye ajipongeze au amefeli? Salum Matole kutoka Masasi, Mtwara anakuuliza. Salum ajipongeze, ajipongeze kweli Uh, mara nyingi tunafikiri kwamba nikipanga malengo matano lazima yote yatimie. Wakati mwingine hapa katikati kuna vitu ambavyo vinajitokeza na hatujaviona, hivi ndio vitu ambavyo vinapunguza hata ile kasi ya malengo yetu. So kama ametimiza hayo matatu kati ya matano, mimi namwambia ajipongeze, eh, achukua asilimia yake labda kumi, uhum, katika yale mapato yake, ajipongeze i apate hali ya, ya, ya, ya, ya kakuta, tena tenaya ha, habari za asubuhi Neema Kindole na Muhammad Salim, na msalimu pia mwalim Rick, nyingi, Mwalimu Rodrick anasema, asanteni kwa elimu ya fedha. Amejaribu mara nyingi, naomba mwalimu anisaidie, nimejaribu mara nyingi kuweka akiba, ila natumia akiba hiyo nje ya malengo. Je, nitumie njia gani kulinda akiba yangu na kufikia malengo lengwa, hasa tunapoanza mwaka mpya elfu mbili na ishirini na sita? Moja ya kosa ambao watu wengi wanafanya ni kuweka akiba sehemu ya karibu mm. kwamba akinyosha tu mkono anaichukua, hilo <laughs> ni kosa kubwa sana ahakikishe kwamba akiba anaiweka sehemu ambapo ni pagumu kuichukua na itamkatisha tamaa kwenda kuichukua mara kwa mara. Ukiweka akiba sehemu ambapo tuseme kwenye akaunti ya benki ambayo ni savings au current account mm. kwamba kwenye simu imeunganishwa, hapo unachukua tu unaingiza tu password yako, alafu unahamisha. Ni ngumu sana, utatumia uta akiba yako mm. kuna kipindi ambacho mimi nilikuwa napata shida. Kwa hiyo nilichokifanya mimi, nina taasisi, kwa hiyo nikawa natumia akaunti ya taasisi kuweka akiba, kuweka akiba yangu. Sasa kwenye akaunti ya taasisi, ili niweze kuchukua fedha lazima nimchukue signatory kwa hiyo ule mchakato wa kumpigia simu na yeye aniulize, ani hiyo hela naenda kuitumia nini, mm, mm, alafu atoke kwake na napiga mahesabu, nimpe nauli, muda wa kukaa foleni, najikuta wakati mwingine naacha ile hela. <laughs> <laughs> <laughs> Sawa, msikilizaji wetu mwingine anaitwa Ali Suleiman Saadi anauliza anasema, mwalimu, nisaidie yeye anasema yeye familia nzima inamtegemea kuanzia ukweni na kule nyumbani alikozaliwa, pamoja na familia yake, na kadiri anavyofanya jitihada kuwasaidia ndivyo matatizo yanapozidi. Je, anawezaje kupanga bajeti yake maana kila wakati afanikiwe? Eh, ukweli ni kwamba huwezi ukasaidia kila mtu kwenye familia mara nyingi tukianza kupata mafanikio kidogo, umeanza biashara, hela zimeanza kuingia, unaweza ukafikiri kwamba matatizo yote ya familia utayatatua wewe, ne? kuna siku niwahi kusikia mzungumzaji mmoja alisema neno, mwanzoni nikaliona kama ni katili, lakini lilikuwa na ukweli. Akasema hawa watu ambao unawapambania wote, siku ambao ukifariki maisha yao yataendelea bila hata wewe, maanake anza kuwapanga sasa hivi kwamba wewe labda na kufungulia biashara au wewe anza kutengeneza kipato fulani, mimi nitachangia asilimia kadhaa kwenye matumizi yako. Lakini ukisema kwamba wakutegemee kila kitu, maana yake utakuwa utakuwa kwenye wazungu wa, wa wanaitwa rat race. Unafanya kazi zinaisha mm. unafanya kazi, maana yake utafika miaka sitini sabini uko hivyo hivyo. Mm -hmm. Na utaondoka na maisha yao yataendelea <laughs> Aya. Mwingine ni baba Anthony kutoka mji mpya kule Manyara anasema, mwalimu nitawezaje kumudu bajeti ikiwa kabla ya kupata pesa na kuwa na malengo, ila nikipata pesa malengo yanapotea? mm. cha kwanza ni kuandika, lazima uandike, lakini cha pili atafute accountability partner, mtu ambaye anamwajibisha mm. kwa sababu yeye yule anayemudu. anayemudu. um. sababu yeye mwenyewe kwa uwezo wake na kuwa ngumu sana, anabadilisha mawazo yake anapopata pesa. Kwa hiyo apate mtu ambaye anamudu, ili pale anapopata pesa, yule mtu sasa amuongoze, amkumalie kabisa kwamba anatakiwa apite hapa mm, hapa na hapa. Hiyo itamsaidia sana. Sawa, natumai baba Anthony kutoka mji mpya Manyara amekuelewa vizuri sana mwalimu Rodrick. Muda wetu nao unatutupa mkono, tutapata nafasi ya kukualika tena wakati mwingine, lakini neno lako kwa msikilizaji anayekusikiliza hasa kwenye umuhimu wa kuweka bajeti vizuri tunapomalizia mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Uh, neno la mwisho uh, cha kwanza watu wajenge nidhamu, wasisubiri kwamba kila mwaka uh, mambo yatajitokeza yenyewe yenyewe au uh, miujiza itajitokeza. Jenga nidhamu ya kuweka akiba, kuwekeza, lakini atakubana yale matumizi kuna matumizi ya lazima na yasiyo ya lazima. Lakini cha pili, watu ambao wametuzunguka tuweze kuwawezesha ili wasikutegemee kwa kila kwa kila kitu. Maana yake wafundishe biashara na wao waweke akiba ili wasiwe mzigo mkubwa sana. Na pia cha tatu, tujiandae kwa yale ambayo tunayaona mbele yetu, ada na matumizi mengine ambayo kila siku tunayafanya au kila mwaka tunayafanya. Mwalimu Rodrick, tunakushukuru kwa kuja UFM. Asante kwa elimu hii, tunatumai tungeweza kusoma ujumbe wa kutosha, lakini basi kwa wachache ambao wamebahatika. Wakati mwingine, mara nyingine, tutakualika tena. Nakutakia majukumu mema, asubuhi njema, asante sana. Msikilizaji, tulikuwa tukizungumza na mwalimu Rodrick Mabe, mwalimu na mwelimishaji wa maswala ya kujitambua na elimu ya fedha. Natumai umenufaika na elimu aliyoitoa tutapata fursa ya kumwalika tena wakati mwingine, mwaka bado hatujaukamilisha, ili atupe madini mengine zaidi.